Asante sana kwa kufika. Nashukuru sana, mimi naitwa Charles Njagi na huyu ndiye bibi yangu. Nashukuru sana kwa wazazi kulipea bibi mzuri, asante. Bwana Yesu asifiwe, amen. Asifiwe Yesu. Biblia inasema nini? Biblia inavuga ngo eh, hao babili batatu bali imani kumwe ibi kumwe, nabo kwenye wawili watatu wako wako pamoja nao itapokuwa mimi. Nimezaliwa huku lakini sijalelewa huku hata mimi na changa changanyika kidogo, lakini namshukuru Mungu. Kwanza niseme ni asante kwa sababu ya wazazi wale wetu wamekuja kwa sababu ya sherehe hii, na nirudishe mkono mkubwa sana ikiwa na furaha mingi kwa sababu ya wale marafiki wametushikilia, warafiki wa baba Elsie, Mungu awabariki, wa akumbuke familia zenu, awatendee mema. Na kwetu ni mbali. So, ibaio nawashukuru sana kwa kujitolea kukuja huku na kukubali. Si sawa. Mungu awabariki, sina ja cha kuwapa. Kukubali Mungu awabariki, sina cha kuwapa yangu ni kuwaombea na kuwatakia mema. Amen. Andi ya Rwanda ni ya Rwanda. <laughs> Eh, hey, reka na turahinduye natwa tubwire siko bimeze. Eh. Hey. Hey, Yego Abanyarwanda <inaudible> <inaudible> ni nivyo kabisa. Abanyarwanda bose <inaudible> <inaudible>